Zote magomvi, muruvu, chuki na uhasama havijawahi kuwacha jamii yoyote ili ikiwa salama. Sote tunahitaji kushirikiana kwa pamoja ili kuendelea kujenga jamii hiyo bora katika wilaya yetu ya Mpanda yenye upendo na mshikamano. Tukumbuke sisi ni Watanzania ambao tumejengwa katika misingi imara ya amani, umoja, upendo na mshikamano. Na misingi hii tumejengewa na waasisi wa nchi yetu, ama waasisi wa taifa letu, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na hayati Abeid Amani Karume wa Zanzibar, ambao waliweka misingi imara ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hata pale tunapotofautiana tunapogombana au tunapojikuta katika hali yoyote ile, bado tuna jukumu la kukumbuka na kuenzi misingi ambayo imejengwa na viongozi wetu katika awamu zote za uongozi, kuanzia awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na sasa awamu ya sita kwa ajili ya kuchochea kuchochea kasi na chatu ya maendeleo na utulivu katika lakini pia sisi kwa upande wetu sisi serikali, katika kipindi hiki, naamini sote tutakuwa tumeshuhudia kwamba sasa hivi tunao wimbi kubwa la vijana ee, wimbi ambalo lina matarajio makubwa sana na serikali ya awamu ya sita ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru na kumpongeza sana mheshimiwa rais, mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ameonyesha dhamira hiyo ya kuwatumikia na kuwasaidia vijana wa Tanzania wakiwemo vijana wa wilaya Mpanda waweze kujiajiri, lakini pia na wao waweze kuajiri vijana wenzao. Ni ukweli kwamba hakuna siku itafika kwamba kila kijana akaajiriwa serikalini, lakini serikali ina uwezo wa kutengeneza fursa na nafasi za vijana kujiajiri. Na hii dhamira tumeiona kwanza, mheshimiwa rais anaunda wizara ya vijana ya peke yake na akamteua waziri kijana tena mwenye ushawishi kwa jamii, asilimia kubwa ya vijana wanamfahamu Mheshimiwa Joel na nanauka. Sasa kilichobaki ni sisi viongozi tuliopo huku tunaomsaidia mheshimiwa rais, lakini na nyie viongozi wenzangu, ambao mnaongoza taasisi zenu, kuunga mkono haya maono ya mheshimiwa rais ya kuhakikisha kundi kubwa la vijana ambao tunalo wanapata nafasi ya kujiajiri na kujifikia wao, hili ni taifa lao lakini pia na kulilinda. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania, hatuna Mpanda nyingine <coughs> zaidi ya Mpanda ambayo tuko tunaishi na tunatengeneza maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo rai yangu kwenu pia uunge mkono dhamira hii ya mheshimiwa rais, ambaye ameonyesha upande wa vijana, lakini pia na maeneo mengine ya kulitumikia taifa letu na kuhakikisha tunasonga mbele. Ndugu zangu wapendwa, tuko hapa leo kwa maslahi mapana sana ya taifa letu. Tunaitwa wilaya ya Mpanda, lakini wilaya hii haiko nje ya Tanzania, tuko ndani ya Tanzania, kwa tupo hapa Tanzania. Jambo ambalo tunaweza tukalizungumza hapa nzuri tunaweza tukaambukiza na wenzetu wa mikoa jirani, wakawa na utulivu alafu tukajikuta taifa letu lote linakaa vizuri. Ndugu zetu wapendwa, ni kushukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na wajumbe wote wa kikao hiki kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya kabla ya uchaguzi ya kuhamasisha amani karibu kila kona, na kazi ile mlioifanya hiyo ndio imetufanya leo tusimame hapa tutembee kifua mbele, tukiutaja mkoa wetu wa Katavi kwamba uchaguzi umepita salama na sisi mkoa wetu uko salama. Hiyo ni matunda ya kazi tuliyokuwa tumeifanya hapo nyuma, na pongezi hizi tuzibebe wote kuzielekeza kwako, mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya. Tutembee kifua mbele kujua kwamba tulifanya kazi nzuri. Ndugu zangu wapendwa, kilichojitokeza wakati wa uchaguzi kwa baadhi ya mikoa sintofahamu mpaka sasa. Sisi tuna amani sana, na wakati mwingine hatukuona na wakati mwingine haikutokea, lakini kwa aliyebahatika kuona kilichotokea kwa mikoa ya wenzetu, yaani hapa kila mmoja anapaswa kufikiri mwenyewe binafsi kuihubiri amani kila nakupika, hatua moja. Amani haina mbadala, unaweza ukazungumza kirahisi katika hali ya kuona swala la amani kama liko swala nyepesi, lakini amani ikitoweka haina mbaadai. Na, na kwetu siokuone <coughs> <coughs> wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, na uchaguzi umepita katika hali ya utulivu, katika hali nzuri kabisa, wa kulikuwa na amani. Sasa kwa nafasi yako kama mwenyekiti kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ungetupata kipande kidogo nini mafanikio ya mji wetu kuwa salama mpaka dakika hii, tunakutana mahali hapa tukiwa salama. Lakini lingine nilotaka kusema tarehe 29 Oktoba, katika uchaguzi uliopita kuna baadhi ya taratibu katika vituo zilikiukwa, ambazo kidogo tu ulitumika kama uvumilivu na busara. Kawaida ya wakala anayesimamia kura za chama chake kwenye kituo baada ya matokeo kuhesabiwa, baada ya kura kuhesabiwa, huwa yanabandikwa mahali pale, wanajua huyu kapata hizi, huyu kapata hizi, huyu kapata hizi. Wakala anarudisha nakala ya matokeo ofisini kwake, na kituo tulipopigia kura zinabandikwa hata saa saba usiku, saa sita usiku, saa nne usiku, usiku tunaenda kuona matokeo kwa kile tulichokichagua siku ya uchaguzi. Hayo hayakufanyika, na baada ya kuwama wakala wanakazania kupewa nakala za matokeo wapeleke ofisi za vyama vyao, waliambiwa mtazikuta kwa msimamizi wa jimbo, kinyume na utaratibu. Ishakuwa wakala miaka mingi, ishakuwa mgombea miaka mingi, taratibu ndio zinasema hivyo. Sasa niseme tu kwa sababu hilo limetisha, safari nyingine anaweza katokea mbunge kajiuzuru, diwani kajiuzuru, kuna uchaguzi wa marudio, basi zifuatwe zile taratibu zinazotakiwa kufuatwa kwa sababu ma- madaftari ya mwongozo mavitabu ya mwongozo tulipewa hata ukiyasoma yanaelekeza hivyo. Naomba number... sasa kwenye hiki ambacho kinazungumzwa, pia mtatumia vyombo vya habari vya ndani, aidha kufanya vipindi, lakini pia inaweza zikatengenezwa, unawezeka sisi kitala mjingo ujumbe. Kwa mfano kama wewe mkuu wa wilaya, unaweza ukatoa ujumbe wa dakika moja ambayo unakuwa ni recording kiasi kwamba mtu ambaye yuko kwenye program anapokuwa natabliki ya matangazo, basi ujumbe na anaucheza ili kuendelea ku, kuiweka jamii sahihi. Vivyo kwenye mitandao ya kijamii pia, kama ni viongozi nawezekana tunaweza jingo la da dakika mbili dakika moja. Kikubwa ni kusisitiza amani moja mshikamano kwenye wilaya yetu ya Mpanda.